Katika jukumu hili ni lazima tulifanye kwa pamoja, kwa mashirikiano. Tutapata mafunzo hapa, tutapata uelewa, tutapata na assignment za kwenda kufanya huko tunakokwenda. Ifike mahali sasa kwamba tukirudi huko katika vituo vyetu, cha kwanza tuwashirikishe wale wenzetu ambao wako pale ofisini, upimaji wa maeneo yetu ya shule, inakotekelezwa hii miradi. Unaweza kukuta miradi inatekelezwa katika halmashauri, wapimaji wako katika halmashauri husika, mtoa hati au mwandaaji wa hati kabla haijaenda kwa afisa ardhi wa, wa, wa, wa mkoa yuko pale pale kwenye halmashauri. Lakini inachukua miezi mitano, sita, mwaka au miaka hati haijapatikana, hadi tunafika mahala inakuja kukagurua mradi, tunapigwa hoja kwamba shule hii haina hati. Sasa masuala haya yanatia aibu, yanatia aibu sana. Kwa hivyo niombeni kwamba twende sasa na, na, na, na kasi tofauti. Tusifanye mazoea, tusifanye business as usual. Tuhakikishe kwamba kila ambacho tutaelekezwa katika mafunzo haya, mahitaji yote yale ambayo kiunzi kitakachotolewa kinayaelekeza tuyafanyie kazi, basi twende tukayafanyie kazi kwa design tofauti. Lengo kubwa la mradi wa ni kuinua ha, ha, au kuhamasisha wanafunzi wetu hasa wasichana ha, waweze kujiunga na masomo ya sekondari. Na tunawahamasishaje au wizara inafanyaje? Basi tunajenga shule nyingi za mradi kwa kupitia mradi huu wa SEQUIP ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia. Kwa sasa hivi tunaendelea na ujenzi, tumeshajenga madarasa mengi sana na shule nyingi mpya, hasa zikiwepo zile za wasichana 26 kila mkoa. Ni shuhuda kwamba kila mmoja aliyoko katika aliyoko mahali hapa aliyetoka kwenye mkoa, maana tuna mikoa yote 26 hapa, amepewa hiyo shule ya wasichana, lakini pia tuna shule za kata, tuna shule pia za kanda za wavulana saba. Kwa hiyo ni kupitia mradi huu wa SEQUIP sasa inakuja swala la usalama wa mazingira pamoja na jamii katika hii miradi. Uh, ndugu mgeni rasmi, utakubaliana na mimi kuna wakati mwingine inabidi tuende kwenye maeneo ambayo ni rasmi na mengine sio rasmi, lakini sisi kama wizara pamoja na wafadhili wetu wanachotaka ni usalama mahali pale ambapo tumeenda kujenga. Ndugu mgeni rasmi, unapowaona kwamba tuna makundi matatu, tuna makundi matatu kwa sababu wana kazi maalum. Tuna kundi la maafisa mazingira hapa kutoka ngazi ya mkoa pamoja na halmashauri, lakini tuna kundi la maafisa maendeleo ya jamii kutoka katika ngazi ya mkoa na halmashauri pia, tuna kundi pia la waratibu wa mradi wa SEQUIP. Kwa nini haya makundi yote matatu yako hapa? ni kwa sababu ya kazi zao. Hawawezi kufanya kazi wakiwa peke yao, lazima waungane, washirikiane. Kwa hiyo mratibu wa SEQUIP walioko hapa akishabainisha mahali wanapoenda kujenga mradi wa SEQUIP, lazima ashirikishe afisa mazingira akalione eneo, lazima ashirikishe afisa maendeleo akalione eneo, kwa sababu afisa maendeleo ndio anaelewana na pale lazima washirikiane waelewe kwamba ili eneo ni halali na halina madhara yoyote kwenye jamii. Ule mradi una mambo kumi ambayo ni standard kwenye ma, katika uh, jamii na mazingira. Namna ya kuwasilisha taarifa ndio ilikuwa kidogo changamoto. Kwa leo tumepata mwarobaini electronic, uh, uh, wa kuwa na electronic mfumo wa uwasilishaji wa taarifa Um, kielektroniki ambapo tumeanza kupokea mafunzo tarehe 21 na tumaliza tarehe 25, na kiukweli, katika maana ya kimapokeo sisi kama uh, uh, tu, ambao ni washiriki wa, tumepokea kwanza, um, mafunzo haya kwa weledi, lakini pia tumeona yanatija kwa sababu sasa hivi tutakuwa tutafutani uh, kwa kuandika